Bilionea mmoja alimtazama mwanamke mjamzito akikusanya mabaki kando ya barabara ili aweze kumlisha mwanawe wa pekee. Ilikuwa asubuhi baridi ya Nairobi, eneo la Ngara, magari yakipita taratibu, huku jua likijaribu kuchomoza. Bilionea huyo aliitwa Mashauri Kilonzo, mwanaume aliyefahamika katika sekta ya uwekezaji wa majengo, bima ya afya na benki za kimataifa. Alikuwa ndani ya gari lake jeupe, dereva wake Otieno akingoja ishara ya kusonga mbele lakini macho ya Mashauri hayakuondoka kwa yule mwanamke. Aliitwa Zawadi Achieng. Uso wake ulikuwa umechoka, mikono ikitetemeka, tumbo lake likionyesha wazi ujauzito wa miezi mingi. Pembeni yake, mvulana mdogo, Baraka, alishikilia mfuko wa plastiki uliokuwa karibu tupu. Otieno, simamisha jari kidogo, Mashauri alisema kwa sauti ya chini. Bwana, tuna kikao Westlands baada ya dakika kumi, Otieno alijibu. Nitachelewa Zawadi aliinama tena akachukua mkate uliokuwa umeanguka. Baraka akamwangalia mama yake na kusema mama, leo tutakula. Zawadi alitabasamu kwa nguvu, tutapata mwanangu. Mashauri alishuka bila walinzi, hakutaka kutambulika. Alisimama kwa mbali, moyo wake ukigongwa na kumbukumbu za maisha aliyoyakimbia zamani. Hakuja hapa kusaidia, angalau ndivyo alivyodhani. Lakini siku hiyo ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa kisichoeleweka na chenye maumivu na matumaini yaliyochanganyika. Zawadi alipoona mwanaume aliyesimama karibu alishituka kidogo. Alikuwa amezoea macho ya watu yaliyojaa hukumu, si huruma. Mashauri alisogea taratibu. Samahani mama, alisema kwa sauti ya kawaida kabisa, mtoto ana njaa. Samahani mama, alisema kwa sauti ya kawaida kabisa, mtoto ana njaa. Zawadi alisita kila mtoto ana njaa, ndugu akajibu kwa tahadhari. Mashauri akatoa noti chache mfukoni, akampa Baraka. Zawadi akatikisa kichwa haraka. Hapana, siwezi kupokea, alisema. Si msaada, mashauri akasema, ni deni, nitakuja kulidai. Maneno hayo yalimchanganya Zawadi. Baraka akachukua noti, macho yake yakimetemeta. Asante mzee, alisema kwa sauti ya mtoto. Mashauri akageuka kuondoka, lakini akasimama tena. Unakaa wapi? Mathare, Zawadi akajibu kwa sauti ya chini. Gari lilipoondoka, Otieno akasema, "Bwana, tunajiingizaje?" Mashauri hakujibu, alikuwa akiwaza. Aliona ujasiri wa ajabu kwa yule mwanamke. Hakulalamika, hakulia, hakumlaumu Mungu. Alikuwa anapambana kimya kimya. Siku nzima, Mashauri hakuweza kuzingatia mikutano yake ya uwekezaji, mikataba ya mali isiyohamishika na mipango ya bima. Uso wa Zawadi ulimrudia mara kwa mara. Usiku ulipofika, alichukua simu. Otieno, alisema, kesho tunaenda Mathare. Otieno alinyamaza, alijua hii haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa safari ambayo ingetekisa maisha ya wengi, akiwemo bosi wake mwenyewe. Mathare ilikuwa na kelele zake za kawaida: watoto wakicheza, wauzaji wakipiga kelele, muziki wa mbali. Mashauri alivalia kawaida, shati rahisi na kofia Hakutaka kutambulika. Walifika mbele ya nyumba ndogo ya mabati. Zawadi alikuwa nje akiosha vyombo. Alipowaona alishtuka kidogo. wewe tena? aliuliza. nilikuambia nitakuja kudai deni, mashauri akasema kwa tabasamu dogo. Ndani ya nyumba kulikuwa na kitanda kimoja, jiko la makaa na picha ya mwanaume ukutani. Mashauri akaiona. huyo ni nani? mumeu Jabali, alifariki miaka miwili iliyopita, ajali ya kazi. Kimya kikatawala. Baraka akakaa karibu na mama yake. mnafanya kazi gani? mashauri akauliza. nafanya usafi mara moja moja, sio kila siku, zawadi akasema. Mashauri akainama kidogo. una ndoto gani? Zawadi akacheka kwa uchungu. Ndoto? nataka tu watoto wangu wasilale njaa. Maneno hayo yalimchoma mashauri. Alikumbuka mama yake miaka mingi iliyopita akisema maneno kama hayo. Alisimama. nitarudi alisema. Walipoondoka, Otieno akasema, bwana, hii ni zaidi ya msaada. Ndiyo, na bado hujaona chochote. Hakuwa ameamua nini atafanya, lakini tayari alikuwa ameingia ndani ya hadithi ya familia hii, na mara nyingi hadithi kama hizi hazikuja bila gharama kubwa. Siku zilipita, Mashauri alianza kutuma chakula kupitia Otieno bila Zawadi kujua ni nani aliyekuwa nyuma yake. Alipanga pia Zawadi apate kliniki nzuri ya uzazi kupitia mpango wa bima ya afya. Zawadi alishangaa. Nani analipia haya yote? aliuliza. Muuguzi, usijali mama ni mdhamini wako, muuguzi akajibu. Lakini msaada huo haukupokelewa vizuri na kila mtu. Jirani yao mama Naliaka alianza kunong'ona, watu matajiri hawasaidii bure, kuna siri. Zawadi alianza kuwa na hofu. Alimkabili mashauri siku moja alipokuja. Niambie ukweli, alisema kwa sauti ya kali. Unataka nini kutoka kwangu? Mashauri akamwangalia kwa makini, nataka kuona kama bado kuna ukweli duniani. Maneno hayo hayakumtosha Zawadi, alimkataa msaada siku hiyo. Mashauri aliondoka akiwa na maumivu. Kwa mara ya kwanza pesa zake hazikufungua mlango. Usiku huo Mashauri alipigiwa simu na wakili wake, kuna madai kuhusu ardhi yako huko Machakos, na jina la Jabali linaonekana kwenye nyaraka. Mashauri akakaa kimya, jina hilo lilimrudisha Mathare. Kwa Zawadi, siri ilikuwa inaanza kujifungua pole pole kama mtoto tumboni, na alijua mwisho wake usingekuwa mrahisi. Asubuhi iliyofuata Mashauri alirudi Mathare akiwa na karatasi mkononi. Zawadi alikuwa nje, Baraka pembeni yake. Zawadi alisema kwa uzito, tunapaswa kuzungumza. Alimwonyesha nyaraka. Jabali alikuwa mfanyakazi wangu miaka iliyopita, alinisaidia kununua ardhi ile ya Machakos alifariki kabla sijamlipa haki yake yote. Zawadi akashika nyaraka kwa mikono inayotetemeka macho yake yakajaa machozi. kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya hatia? aliuliza kwa sauti ya chini. kwa sababu ya ukweli, mashauri akajibu, na bado haijaisha. Baraka akasimama, baba alikuwa shujaa. Mashauri akapiga magoti, alikuwa zaidi ya shujaa. Lakini kabla hawajaendelea, gari la kifahari lilisimama karibu. Mwanamke akashuka. Alikuwa Wanjiku Kilonzo, dada wa Mashauri. Unaharibu jina la familia hii. Hadithi ikitoka nje itaathiri biashara zetu, benki, uwekezaji, kila kitu. Zawadi akasimama. basi acha, alisema, hatuhitaji chochote. Mashauri alibaki katikati akichagua kati ya sifa na haki. Uamuzi wake ulikuwa karibu, lakini bado haujafichuliwa. Mwisho wa hadithi ulikuwa karibu na wengi wangeachwa wakilia. Wanjiku alisimama mbele ya nyumba ya mabati kana kwamba alikuwa ofisini kwake Westlands. Mashauri, unaelewa unachofanya? aliuliza. waandishi wa habari wakipata hii habari, wawekezaji wataondoka. Zawadi alikumbatia tumbo lake. hakujua lolote kuhusu wawekezaji, lakini alijua heshima. mimi sitaki fedheha alisema kwa sauti tulivu, nataka watoto wangu waishi kwa amani. Mashauri alimtazama Zawadi, kisha akamgeukia dada yake. Jabali alikufa akiwa maskini kwa sababu ya makosa yangu, alisema heshima ya familia inaanzia hapo. Wanjiku akatikisa kichwa. Basi fanya kimya kimya, usijihusishe. Lakini Mashauri alikuwa amechoka na kimya Siku hiyo alichukua uamuzi, alienda kwa wakili, akaandaa hati za kumilikisha ardhi ya Machakos kwa jina la Zawadi na watoto wake. Pia akaanzisha mfuko wa elimu na bima ya afya kwa watoto wote wawili. Usiku ulipofika, Mashauri alipiga simu kwa Zawadi. Kesho nitakuja na watu, alisema. Kwa nini? Zawadi aliuliza kwa hofu. Kwa sababu kuna jambo linapaswa kusemwa hadharani. Zawadi alikaa kimya, alijua maisha yake yalikuwa yanakaribia kubadilika, lakini hakujua kama ni kwa heri au kwa maumivu. Kesho yake viongozi wa eneo jirani na hata waandishi wachache walifika Mathare. Zawadi alihisi miguu ikitetemeka. Mashauri, tafadhali, alimwambia kwa sauti ya chini, usiifanye familia yangu kuwa habari. Mashauri alisimama mbele ya watu. Jina langu ni Mashauri Kilonzo, alisema. Na leo niko hapa kuomba msamaha. Kelele ndogo zikasikika. Miaka iliyopita, aliendelea, nilinufaika na kazi ya Jabali. Alifariki kabla sijamlipa haki yake. Zawadi alilia kimya kimya. Baraka alishika mkono wake. Kuanzia leo, Mashauri akasema, familia yake itapata haki yao alikabidhi hati za ardhi mama na liaka aliangua kilio. Huyu mwanamke amepitia mengi, alisema. Wanjiku alisimama nyuma, uso wake umejaa hasira na aibu, lakini hakuweza kubadilisha chochote. Waandishi waliandika, watu walishuhudia. Baada ya mkutano, Mashauri alimwendea Zawadi. Nisamehe, alisema. Zawadi alimtazama kwa muda mrefu. Msamaha si maneno, ni matendo, na umeanza. Lakini bado kulikuwa na jambo moja ambalo Zawadi hakujua, na hilo ndilo lingebadilisha hadithi yote. Usiku huo Zawadi alipata uchungu wa kujifungua mapema. Baraka alipiga kelele akiomba msaada, mama mama! Gari la mashauri lilifika haraka. Zawadi alipelekwa hospitali ya Nairobi. Ndani ya chumba cha kujifungulia Daktari alitoka akiwa na uso mzito. tuna matatizo, alisema, tutajaribu kadri tuwezavyo. Mashauri alikaa nje mikono yake ikitetemeka. kama kuna kitu kitatokea nitawajibika, alisema kwa sauti ya chini. Masaa yalipopita, hatimaye mtoto wa kiume alizaliwa salama, lakini Zawadi alipoteza fahamu. Daktari akamgeukia Mashauri, tumemwokoa mtoto mama bado anapambana. Mashauri alilia kwa mara ya kwanza, senti utajiri umwingia, alihisi hana uwezo. Alikumbuka jabali akisema zamani, utajiri bila ya haki ni mzigo. Asubuhi ilipofika, zawadi alifumbua macho. Mtoto wangu aliuliza, yuko salama? Mashauri akasema kwa macho yenye machozi. Zawadi akamwangalia, basi hata mimi nitaishi, alisema. Miezi kadhaa ilipopita, zawadi alihamia Machakos. Ardhi ile ile ambayo Jabali aliifanyia kazi sasa ilikuwa shamba linalostawi. Baraka alianza shule nzuri, mtoto mchanga Amani alipata bima kamili ya afya. Mashauri alitembelea mara chache, bila walinzi, bila makelele. Siku moja, Baraka alimuuliza mzee, kwa nini unatusaidia? Mashauri alikaa chini kwa sababu baba yako alinifundisha kuwa mwanaume. Wanjiku akaja pia safari hii kwa unyenyekevu. Samahani, alimwambia Zawadi. Zawadi akatikisa kichwa, yaliyopita yapite. Jamii ilianza kunufaika, shamba likatoa ajira, watoto wakapata elimu. Habari ilienea, si kila bilionea ni mbaya. Lakini Mashauri alijua bado hajafanya la mwisho kulikuwa na jambo ambalo alikuwa akibeba moyoni, jambo ambalo hakuwa amemwondia Zawadi bado. siku ya ziwala amani ya kwanza, Mashauri aliwaita wote. Leo, alisema, nataka kusema jambo. Alisimama mbele ya Zawadi na watoto. miaka iliyopita alisema, niliko na mtoto niliyempoteza kwa sababu ya umaskini. Niliahidi sitawahi ruhusu historia ijirudie. Zawadi akashika kifua chake. Kwa hiyo ndiyo nataka kuwa mlezi halisi wa watoto hawa, sio kwa karatasi, bali kwa moyo. Kimya kikatawala. Zawadi akasema taratibu, familia hijengwi na damu pekee, inajengwa na uwajibikano. Baraka akamkumbatia Mashauri, baba wa pili alisema. Mashauri alilia bila kujistiri. Alijua hatimaye amemaliza deni la maisha yake. Na hapo hadithi haikuishia kwa utajiri bali kwa haki, familia na matumaini mapya.